Bodi ya wakurugenzi wa UDA iliuza hisa ya shirika hili bila kupata kibali cha serikali. Hisa za shirika za UDA ilithaminiwa kwa bei ya shilingi 744.79 kwa kila hisa mwezi Oktoba 2009 na mwezi Novemba 2018 thamani ya kila hisa ikawa shilingi 656.15, ilishuka kidogo. Hata hivyo, katika uzaji huo bodi ya wakurugenzi wa UDA ilitoa punguzo la asilimia sitini kwa kila hisa kwa mwekezaji huyo tathmini ya bei ya hisa ambazo zilipatikana Oktoba 2009 bila kuwepo na sababu ya kufanya hivyo, yani, wanatoa discount kwa sababu gani? Hakuna sababu ya kutoa discount kwa mujibu wa majibu ya mlipaji mkuu wa serikali, yani PST, Permanent Secretary of Treasury, serikali haitambui uuzwaji huo wa hisa. Na yeye ndio mmiliki wa hisa. Akisema hautambui maana yake kwamba hakuna mauzo yaliyotokea. Kulingana na mkataba wa kuwasilisha hisa tarehe 1 Februari 2011 mnunuzi yani huyu mwekezaji atalipa jumla ya shilingi bilioni moja pointi moja nne kama bei ya ununuzi wa hisa zote ambazo zilikuwa hazijagawiwa. Ingawa mkataba haukuonyesha akaunti ya benki ambayo malipo yangefanyika, mnunuzi yani mwekezaji alilipa kiasi cha shilingi milioni mia mbili themanini na tano pekee katika akaunti namba hiyo ambayo ilikuwa CRDB ambayo inamilikiwa na Uda. Hakukuwa na malipo mengine ya ziada yaliyofanya na mwekezaji kuhusiana na ununuzi wa hisa za Uda. Mwenyekiti wa bodi alipokea kiasi cha shilingi bilioni 320 kupitia akaunti yake binafsi kwa kwa mwekezaji, ambayo kwa mujibu wa mwenyekiti huyo ilikuwa ni ada ya ushauri aliyotoa kwa mwekezaji. Malipo haya yalizua mgongano wa kimasilahi, wakati serikali haitambui uuzwaji wa hisa za UDA na shauri shirika la UDA lirudishwe chini ya usimamizi wa serikali hadi mgogoro huu utakapotatuliwa, na tunaamini hatua hizi zinaendelea kuchukuliwa.